Na hata sisi ambao tunajiunga kwenye vyama, kuna wakati mwingine mtu anajiunga kwenye chama ambacho sio sahihi kwako. Yaani unajikuta wewe ni director unaenda kujiunga kwenye chama cha wahariri wa wewe, wewe ni, wewe ni producer unaenda kujiunga kwenye chama cha waigizaji. Hebu angalia wa vitu vinavyoenda tofauti tofauti, unapoingia kwenye hicho chama utaenda kutoa maoni ya aina gani? Wewe ni director uko kwenye chama cha waigizaji wa, wa, wa, utaenda kuwapa ma maoni ya aina gani? Utaenda kuwapa nini? Kwa sababu maoni yako, utaenda kuweka maoni ya uongozaji, wakati wale wale wanataka wataka maoni ya, ya uigizaji. Ni vitu vili tofauti. Unaenda kwenye hicho chama, unajiunga, we ni producer kwenye, unaingia kwenye chama cha uigizaji, we ni producer alafu unakaa na, na uigizaji, we ni producer ambao unawaajiri wale, alafu unajiunga kama kama mwanachama, na wakati mwingine unakuwa kiongozi wewe ni producer mwisho wa siku ni nini? Wakija kulalamika kwamba kuna wanaodhulumiwa, wewe utaweza kuwatetea kweli wakati wewe ni mmoja wapo? Kwa sababu mwisho wa siku hivi vyama vinasaidia, tunaingia, tunaweka umoja, lakini lazima tutenganize hizi professional hizi, taaluma zinatofautiana na hata mahitaji ni tofauti. Waigizaji wana mahitaji yao, producer wana mahitaji yao, director wana mahitaji yao, mahedita wana mahitaji yao, mascriptwriter wana mahitaji yao, wasambazaji wana mahitaji yao. Tunapoingia sehemu moja kwenye chumba kimoja tukabanana humo ndani, hapo tu hatuwezi kukua kitu, hatuwezi kuelewana. Sehemu ambayo inatuunganisha wote ni shirikisho tu, shirikisho la filamu ndo inaunganisha vyama vyote, na hapo inaunganisha vyama, kwa hiyo inaunganisha watu wote. Kwa hiyo watu wote wanaweka maoni yao kupeleka shirikisho, lakini kwa kutoka kule maoni ya kutoka kwenye chama cha madirekta, tunapotoa maoni yetu tunapotoa tunapeka ma ma ma ma malalamiko yetu kwa waigizaji, tunapopeleka shirikisho kwamba bwana, waigizaji ametufanya hiki na hiki. na hiki na hiki na hiki shirikisho natuita na na na na na, lakini hauwezi ndani ya chama kimoja tukaitana mashtaka ndani ya umoumo -umo. kama ni ya waigizaji au ya we, waigizaji kama waandishi au ya waandishi kama ya producer au ya producer kama ya ma director au ma director kama ya ma director au ma director kama ya ma editor au ya editor. Kwa hiyo hakikisha, jitambue wewe kama wewe wewe kama wewe ni nani na unataka uweje. Jitambue wewe mwigizaji, au wewe ni director, au wewe ni producer. Nenda kwenye chama husika, jiunge kwenye chama husika Utapata manufaa kwa sababu hata elimu zinapotolewa kwenye chama cha uigizaji, itatolewa elimu ya waigizaji ya uigizaji. Kwenye chama cha maproducer, itatolewa elimu ya uandaaji, huko ya biashara zaidi. Kwenye chama cha madirekta, itatolewa elimu ya professional ya, ya professional how to make the film, yani utatengenezaje filamu, wewe unatakiwa uweje na sheria zake zikoje. Utapata elimu ya aina hiyo kwenye waandishi hivyo hivyo, jinsi ya uandishi wake ukoje, jinsi kuandika script, elimu yake itakuwa hivyo. Kwa hiyo chama kitaandaa kwenye mazingira hayo, itakuwa ni rahisi, na wewe utapata kile ambacho unachokitaji. Ukataje kujiunga kwenye vyama vyote, kwa sababu ukijiunga kote, kama una uwezo huo, utapata faida kote, lakini kuwa na kitu muhimu ambacho unatakiwa ukizingatie.